Mkwaju wa penati wa kwanza unashuhudiwa hapa, aliingia kwa ajili ya Samuel Jackson Onditi ameruhusiwa. Haruni Mandanda yupo kwenye kibarua cha kuzuia mpira huu, kama aliletwa kwa ajili ya kazi hii. Samson Onditi anaiweka kwenye kamba ile, penati ya kwanza inashuhudiwa. Mandanda shika mpira huu, penati moja bora kabisa ilimpoteza Haruni Mandanda akaenda kushoto, mpira ukaenda kulia. zamu ya Tabora. Jobel Faria Ondongo, Jobel Faria Ondongo, kama alivyopata Jackson Onditi, ndivyo ambavyo amefanya Faria Jobel Ondongo, namna ile ile, unainua mpira unaupeleka kushoto, golikipa anakwenda Amini, anakwenda kushoto, golikipa mpira unakwenda kulia. Joseph Petro Mahundi Joseph Petro Mahundi, Am Mahundi! ameikwamisha kwenye kamba ile na anakwenda kumpa pongezi, anamwambia bwana mdogo hongera. Mandanda alipita pia pale Ihefu wakati akiwepo pale. Joseph Petro Mahundi ni moja kati ya nyota ambao wanajidai nao sana Tabora United. Ameruhusiwa Chikola ameiweka kwenye kamba, pata penati mbili mbili mpaka sasa. Amepotezwa kwa mara nyingine, kaenda kulia, mpira umepelekwa kushoto. Shida ya penati ndio iko hapo. David Charles Luhende moja kati ya wa wapigaji wazuri sana wa David Charles Lugende na Haruni Mandanda, nyota wa zamani wa Yanga. Huyu David Charles Lugende imekaa kwenye kamba, penalti ya tatu wanapata Kagera Sugar. Left footer, beki ya kushoto ya Kagera Sugar, mchezaji mkongwe mwandamizi, mchezaji mwenye matumaini ya Kagera Sugar. Water penalty yuko pale Emanuel Chileku Chigozi ni dhidi ya Chalamanda. Emanuel Chileku Chigozi ameiweka kwenye kamba, ana levo zile namba za idadi ya penati ambazo zinatakiwa kupigwa zinakuwa ni tatu kwa tatu. Sasa shughuli ni pevu Tabora wamepata tatu lakini pia Kagera Sugar amepata tatu. Salege feruze, jezi nambari kumi na mbili mgongoni. Kambenga imekaa mandanda, hajaipata hii. Wanao mtihani mkubwa sana magoli kipa, hawa wameletwa kwa ajili ya kucheza mikwaju hii ya penati, lakini hata mmoja aliyefanikiwa kufanya kile ambacho matumaini yalikuwepo katika mabenchi sasa. Penati ni 4 kwa tatu, na kwenda kupiga ya nne. Tabora pata zote, Chalamanda anakaa langoni na Seseme ndiye ambaye anakwenda kupiga penati. Je, ataiweka kwenye kamba? ni dhidi ya golikipa wake wa zamani, walikuwa pamoja Kagera. Abdalla Omar ameitwa Seseme ameikataa, Chalamanda amewalipa. Ramadhan Chalamanda ameicheza penati ile, Seseme ameshindwa kumfunga goli kipao wake wa zamani. Hii sabu imewalipa Kagera Sugar. Said Khalidi kipao yuko nje anaangalia Chalamanda anafanya nini, anakwenda kupiga penati. ambayo kama atapata inayohakikishia kusonga mbele tena tihii, kunakuwa hakuna mjadala, si CRDB Confederation Cup 2024 25, pita Lwasa, Kagera Sugar wako hatua inayofuata, wanakwenda robo fainali. Ni furaha iliyoje! Mandanda ameshindwa kufanya kile ambacho bench ili mleta uwanjani akifanye ya mambo yamekuwa ni mazuri, na imekuwa ni furaha iliyoje pale Bukoba. Sina shaka ni CRDB Confederation Cup 2024 25 dakika 90 zilienda moja moja, mikwaju ya penati tano kwa tatu zinawapeleka Kagera Sugar mbele Uli... <mulia>